Kuona kunaua hofu au kunaondoa hofu. Asilimia kubwa ya watu tunaishi ndani ya hofu, hofu ya maisha. Ukimtazama mtu, yani anaogopa kesho yake, yani anakuwa ana hofu kesho itakuwaje. Kuna mwingine ana hofu ya maisha, hofu ya mauti, hofu ya magonjwa. Kuna mwingine anakuwa na hofu ya kuoa ukuolewa. Mathayo sura ya kumi na tano mstari wa ishirini na mbili thelathini na tatu tutaona ni habari ya, ya Yesu. Amewashurutisha wanafunzi wake wavuke ng'ambo, akapanda boti. Walivyopanda boti yeye, yeah, akawa amebaki mpaka kuna mawimbi wakaona anatokea anatembea kwa miguu, wakaogopa, wakidhani ni mzimu. Akaambia, msiogope, ni mimi. Petro akaambia, kama wewe ni kweli, wewe ni Yesu, na mimi ni amuru nitembee juu ya maji. Yesu akaambia, njo. Akaenza kutembea. Alipokuwa anatembea anatembea, ghafla anasema, akaona mawimbi makubwa. Biblia inasemaje? Akaogopa, alipopata hofu, akazama pale pale. Akapiga kelele, Yesu nisaidie. Biblia inasemaje? Yesu akanyosha mkono akamshika. Alipoona wimbi linakuja, hakumtazama Yesu aliyemwita, akatazama wimbi. Kwa hiyo hakuwa na imani kwa Yesu aliyemwita aliweka imani kwenye maji aliyotulia baharini. Ametembea kidogo, baada ya kuona maji amebadilisha uelekeo, utulivu umekata, limekuja wimbi kubwa, akaogopa. Alipogopa pale pale akazama. Kwa hiyo kichosababisha azame haikuwa wimbi, ilikuwa ni hofu iliyosababisha azame. Kwa nini? Eh, kwa sababu hofu na ujasiri havikai pamoja. Ujasiri ni roho na hofu ni roho. Kitabu cha Timotheo, Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba kwa maana hatukumbiwa roho ya hofu bali ya nguvu na ujasiri na moyo wa kiasi. Kwa hiyo hofu ni roho na ujasiri ni roho. Ujasiri unakuja kwa mtu kama matokeo ya imani, na hofu unakuja kwa mtu kama matokeo ya kutokuwa na imani. Kwa hiyo ukiruhusu hofu kwenye eneo lile ya maisha yako, umemfungulia shetani mlango wa kuingia na kutenda kazi kwenye hilo eneo. Na kazi za shetani tunajua ni tatu. Biblia inasema kwenye Yohana kumi mstari wa kumi nasema mwivi haji ila aibe achinje na kuharibu. Yesu anasema mimi nilikuja ili muwe na uzima kisha muwe nao tele. Kwa unapokubali ujasiri upande wako, unakuwa umeachilia roho ya kiungu kuingia kwenye ilo eneo la maisha yako, na itende kazi sawa sana mapenzi ya Mungu kwenye eneo la maisha yako, ila ukiruhusu hofu uingia kwenye eneo la ya maisha yako, unafungulia mlango wa roho ya adui kuingia kwenye ilo eneo la ya maisha yako, na kuruhusu hizi kazi tatu za shitani zionekane kwenye maisha yako. Ndio maana Petro alipoogopa ghafla akazama na angekufa, sababu ndio kazi tatu za shitani: aibe, achinje na kuharibu. Yesu, sema mimi nilikuja ili muwe na uzima kisha muwe na utele. Kwa hiyo kuona kwa jinsi ya rohoni kunakupa imani ambayo inakupa ujasiri, ambayo inamruhusu roho wa Mungu kutenda kazi upande wako, ila usipoona kwa jinsi ya ndani inafungua mlango wa hofu kuonekana kwenye maisha yako na kukutesa na kukuangamiza. Unapoona changamoto yoyote ya kimwili, macho yako yasitazame ile changamoto, tafuta kitu cha kiroho ambacho kitakupa siza. Ona rohoni kwanza kabla ya kuona mwilini kwanza, kwa sababu macho ya mwilini yatakuharibu, yatakutesa, yatakuangamiza. Macho ya ndani yanakupa ulinzi, yanakupa tumaini, yanakupa kusonga mbele, yanakupa kuendelea, yanakupa nguvu, yanakupa ujasiri, yanakupa kuzalisha kitu kipya.